Serikali imewekeza uwekezaji mkubwa sana, barabara zinazojengwa za BRT zimezunguka karibu jiji lote la Dar es Salaam. Leo tumeshuhudia barabara ambazo zilisha kamilika na barabara ambazo zinaendelea kujengwa. Tumejiridhishwa kwa kasi inayoenda, lakini kuna mashaka muda ambao umepangwa kumalizika kwa mradi huu unaweza usikamilike kwa wakati. Kwa hiyo tumeiomba serikali wamsimamie mkandarasi kuhakikisha wa anakamilisha ujenzi wa barabara kwa muda ambao wamekubaliana kwa mkataba wake. Kwani amebakiza miezi michache sana, ili aweze kukabidhi ule mradi na sisi tunaangalia kwa jinsi eneo ambalo bado linafanyiwa kazi, inawezekana kabisa zile miezi minne zilizobaki asikamilishe. Ndio maana tumeiomba na kuishauri serikali, mkandarasi asimamiwe afanye kazi usiku na mchana, ili aweze kukamilisha ule mradi. Lakini jambo la pili ambalo tumeshauri serikali ni kuangalia mazingira ya design ya mradi ulivyo. Barabara zile zimetengenezwa, kingo za barabara ni nyingi, ambazo haziwapi nafasi waendeshaji wa magari pale wanapopata emergency, mahala ambapo wanaweza wakapita, pamekuwa shida. Kwa hiyo tumewaagiza wataalamu waangalie maeneo ambayo hayana ulazima wa kuziweka zile kingo wazipunguze au kuzitoa kwa ajili ya kujenga mazingira rafiki ambayo yatasaidia miundombinu hiyo kuwapa fursa nzuri wananchi na wanufaike nayo. Leo kamati ilikuwa imeamua kukagua uh, barabara ya BRT3 ambayo inaanzia katikati ya mji, eh, airport tazara airport mpaka Gongolamboto ambayo wameshaikagua na kutoa uh, mapendekezo ama maoni ya nini kifanyike. Uh, cha kwanza ni kwamba lengo tu la hizi barabara ni onyesha kwamba tunapunguza msongamano katika jiji la Dar es Salaam kwa kiasi kikubwa sana, na tumetumia uzoefu wa BRT1, BRT2 kuboresha ujenzi huu. Kwa hiyo utaona hata ujenzi wa BRT3 E, jinsi unavyokwenda ni tofauti na ulivyokuwa BRT1 na BRT2, kwa tunaamini itakuwa ni moja ya barabara nzuri, lakini pia mtakumbuka ndo pengine kati ya barabara mashuhuri na muhimu sana katika jiji la Dar es Salaam ambalo ndio linalopokea wageni na kuwasafisha wageni wanapokuja Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna hakika litakapokuwa limekamilika itakuwa na njia sita, njia mbili zinazokwenda, zinazorudi, lakini na pale katikati BRT. Kwa hiyo itakuwa ni njia sita tofauti zitakazokuwa, kwa hiyo tumeongeza E, nadhani njia mbili zingine zaidi tuko asilimia themanini themanini na moja tumeambiwa kwenye taarifa kwamba wako asilimia moja nyuma. E, na asilimia moja hii nyuma tunahakika wataikamilisha kwa sababu kulikuwa na changamoto wakati wa kuanza mradi. Kwa mujibu wa mkataba, tunategemea mwezi wa sita tuwe tumekamilisha, na tunadhani shughuli zote za msingi, ifikapo kipindi hicho tutakuwa tumekamilisha. Wanakamati wameonyesha wasiwasi lakini tumewaambia kwamba kazi iliyopo ni tofauti na iliyokuwepo mwanzo na hapa tulipo, eh, ni kwamba hawa wenzetu kila kitu wanakitengenezea pale, wanakwenda tu kupachika wanapokwenda site. Wameshaandaa kila kitu kama ni slabu nini, wanakwenda kuziweka. Kwa hiyo tunaamini eh, ifikapo mwezi wa sita tutakuwa tuko zaidi pengine asilimia tisini na sita, tisini na saba kwa maana ya shughuli zote zile za msingi zitakuwa zimekamilika na niseme tu kwamba pengine katika mradi huu kitu kizuri ni kwamba kwa kweli serikali, chini ya Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan, imeendelea kutoa fedha. Kama sikosio, tulikuwa tumetoa zaidi ya bilioni mia moja thelathini na kama na sita hivi mpaka sasa. Kwa kwahiyo kila huyu mtu anapoleta hati ya malipo tumekuwa tunamlipa, na kwahiyo hatuoni sababu kwa nini aweze kuchelewa. Kwahiyo tuna tunahakika tutamsimamia kama tunaona kuna mapungufu aongeze mafundi aongeze wasimamizi aongeze vifaa, lakini pia aongeza tamasaa ya kufanya kazi, kwa sababu na sisi tungetamani hii barabara iweze kukamilika ili kuondoa adha hizi ambazo tunakumbana nazo.